Moja ni waahidi kwamba nitakuwa karibu sana na nyie katika utendaji kazi. Nitahakikisha kwamba tunakutana mara nyingi, ili tuweze kusikiliza kero zenu, tuweze kuchukua changamoto zenu na kuzipeleka kwenye vyombo vinavyohusika, hatimaye tuweze kuwatatulia changamoto zenu na kuzipa majibu kwa wakati. Hiyo ndiyo ahadi yangu kubwa, maana hiyo ndio kazi ya kiongozi, kuwasikiliza wananchi wake anaowaongoza. CCM oyee! Ninajua kwamba kuna kero ziko nyingi zinawagusa wa, wa vijana, wakinamama, wazee, watoto, zote tutazishughulikia. Muda huu siwezi kutumia kusema sana, lakini ni waahidi wajasiriamali tutashughulika na mitaji, uwezeshaji wa mitaji kwenye shughuli zenu za ujasiriamali, tutashughulika nazo sana, kuhakikisha kwanza mnapata mikopo ya riba nafuu. Na hii nimeisema kila mahali, tutakuwa na mikopo ya riba nafuu. Mnaelewa kule serikalini kuna zile fedha zinatolewa za asilimia kumi, si mnazisikia? Lakini zile fedha ni chache sana, ndio maana sehemu nyingine nimesema tutavutia fedha za taasisi binafsi zije zikopeshwe hapa Iringa. Hizo fedha na zenyewe, sharti tutakaloliweka kubwa, tunataka ziwe za riba nafuu. Hatutaki wananchi wetu mpate mikopo itakayowanyanyasa, kwa sababu Dkt. Samia amesema hivi kazi na utu. Kwa hiyo mikopo na yenyewe lazima iwe na utu ndani yake, isiwe mikopo ya kuwanyanyasa, isiwe mikopo ya kutoana machozi. sisi emoye. Lakini mimi Ngajilo nimeahidi pia kwamba nitaanzisha mfumo wa utoaji wa elimu ya ujasiriamali, kwa sababu ninaamini tukikupa wewe fedha, mkopo wa fedha, tukakuwezesha bila kukupa maelekezo, bila kukupa elimu ya biashara ndugu yangu, wendi popote, malalamiko yote mnayoyasikia watu wanalalamikia vimangala, ni kwa sababu wakipewa fedha hizo haziendi kwenye uzalishaji, hazizalishi kile kinachotakiwa, hatimaye mwisho unapata matatizo. Sisi tunataka tukupe elimu nzuri kwanza, tukufundishe maana ya biashara, tukufundishe ujasiriamali, lakini tukuambie, ili uweze kupata faida ufanye nini, tukupe IBC za wewe kupata faida zaidi uzalishe zaidi. Ukiwa unazalisha chakula cha watu kumi leo, tunataka baada ya muda mfupi uwe una uwezo wa kulisha watu mia moja. Tukuonyeshe, tukuambie biashara sio lazima ukae nyumbani kwako. Unaweza ukawa unafanya biashara kwa delivery, unaenda unauza kwa kutembea, au unauza kwa njia ya mtandao, au unauza kwa njia ya kujitangaza na kutangaza biashara yako. Hizo ni njia za biashara. Sisi tunatakiwa tukufundishe wewe, tukupe elimu ya ujasiriamali, hatimaye utaweza kulipa mkopo huo ambao umepewa, utaulipa vizuri. Lakini mimi Ngajilo ninaamini pia katika mikopo ya vifaa uwezeshaji wa vifaa, yaani wewe unataka kuzalisha tofali, si unataka kugonga tofali? Leo hii unagonga tofali kwa kutumia vibao vya mbao. Sasa sisi tunatakiwa tukuunganishe na taasisi, ukopeshwe mashine ile ya chuma, ambayo ukibonyeza tu tofali inashuka yenyewe. Wewe ndio tutakuwa tumekusaidia. Jamani, nchi zote zilizoendelea duniani walikopeshana teknolojia, vifaa vya kufanyia kazi, walikopeshana.